Bana, nilikuahidi kwamba nitakuletea stori ya mwanamke mchawi sana ambaye alitumia matunguri na ushirikina kuiteka akili ya mfalme wa taifa la Israel na kumfanya ashindwe kuliongoza taifa katika njia ambayo Mungu aliitaka. Huyu Yezebel alikuwa ni mtoto wa mfalme wa Sidoni a, ambayo ndo nchi ya Lebanoni kwa sasa hivi inapatikana huko Mashariki ya Kati, na unaambiwa huwezi kuitaja Sidoni bila kutaja mji wa Tiro sababu ilikuwa inazalisha sana mierezi, miti ambayo mfalme Sulemani aliitumia sana katika ujenzi wa hekalu lake huko Yerusalemu. Sasa kuna wakati Yesu Kristo aliuzungumzia huu mji wa Tiro na Sidon, akiufananisha na mji wa Sodoma na Gomora, ambao ulikuwa unajihusisha na matendo ya ushoga na uzizi sana. Sasa watu wa Tiro na Sidon walikuwa wametisha sana, zaidi ya wale watu wa Sodoma na Gomora, kwa sababu walikuwa wanaiabudu miungu, na wakati wa kutoa sadaka walikuwa wanavua nguo alafu wanacheza uchi na kuna nyimbo fulani hivi wanaimba na kuna moto ulikuwa unawashwa katikati, wanauzunguka ule moto. Kwa hiyo walikuwa wanacheza mduara wakiwa wanatoa sadaka kwa Mungu Baali, ambaye alikuwa anasifika sana katika ardhi ya Sidoni. Sasa unaambiwa Malkia Jezebel baada ya kukipata kile kiti alienda kule Sidoni akawasomba manabii 450 ambao walikuwa wanaenda kutoa sadaka kwa Mungu Baali ambaye alisimikwa katika ardhi ya Israel, lakini pia hakutosheka aka arudi Sidoni akawachukua manabii mia nne ambao walikuwa ni wanawake kwa ajili ya kufukiza uvumba na kutoa sadaka kwa mungu mwanamke alikuwa anaitwa Ashtoreth. Kwa hiyo unaambiwa baada ya Ahabu kumwoa mwanamke nchi ya Israeli ilitapakaa miungu, yani watu wa taifa la Israeli walishurutishwa kuanza kuiabudu hii miungu kwa sababu malkia alikuwa anaabudu hii miungu ya kigeni. Sasa kwa nini Mungu aliwakataza wanaume wa taifa la Israeli kutokuoa wanawake wa matamu? taifa ya kigeni. So unaona kwamba huyu mfalme Ahabu tayari amejikuta nchi nzima imeingia katika matatizo ya kuabudu miungu kwa sababu ya yeye kumpenda mwanamke ambaye Mungu alikataa. Simu. Sasa unaambiwa huyu mwanamke Yezebel alikuwa ni katili sana. Alitengeneza zengwe, jamaa mmoja hivi anaitwa Naboth akauawa kwa sababu ya shamba lake ambalo mfalme alilipenda. Lile shamba lilikuwa ni na mizabibu na lilikuwa linapatikana karibu na ikulu ya mfalme Ahabu. Sasa kuna wakati mfalme alilitamani ile shamba akamwambia Naboth amuuzie, lakini Naboth alikataa kwa sababu shamba lilikuwa ni la urithi. Sasa Yezebel alichokifanya, ili alipate lile shamba, akaamua kumtengeneza zengwe ili huyu Naboth auawe kwa hiyo, akamtengeneza scenario ya kumshtaki kwamba amemtukana Mungu wa Israel, lakini pia kamtukana mfalme wa taifa la Israel. Kwa hiyo kesi akaipeleka katika lile baraza la wazee sabini linaloitwa Sanhedrin ili waweze kumwadhibu Naboth. Sasa unaambiwa kesi ya mtu wa hivi ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba huyu Naboth Mjezreeli alitolewa nje ya mji alafu akapigwa mawe mpaka kufa. Kwa hiyo sasa Eliya alipopaa ta maono kuhusiana na hili jambo alirudi Israel na kumwita mfalme Ahabu na kutoa unabii wake kwamba hata familia ya Ahabu itakufa kifo cha aibu kwa sababu amefanya ah, dhuluma na damu ya familia ya Ahabu itarambwa na mbwa. Sasa unaweza kuelewa kwamba kuna wakati Ahabu alienda vitani na akachomwa mkuki akafa katika gari akiwa ya peke yake. Na wakati walinzi wake wanarudi walikuta damu zinachuruzika katika lile gari la kifahari, lakini kuna mbwa wanaziramba zile damu. Sasa unaambiwa, baada ya kutoa ule unabii Elia akatoa unabii mwingine kwamba taifa la Israeli lenda kuingia katika ukame wa miaka mitatu na mvua haitanyesha. Alafu Elia akasepa zake akakimbia Israeli. Sasa unaambiwa Yezebeli alimtafuta sana huyu Elia, kwa sababu alikuwa analitaabisha taifa la Israeli. Lakini baada ya miaka mitatu kuisha, unaambiwa Elia alirudi mwenyewe pale Israeli, akaenda kujionyesha kwa Ahabu, lakini kwa sharti moja, awaite manabii wa Baali wale 400 ili waweze kwenda kushindana na Mungu wake ambaye aliweza kutengeneza isinyeshe kwa miaka mitatu. Akawaambia walete sadaka ili waweze kutoa kwa Mungu ambaye tunamwabudu sasa na Mungu ambaye ni Baali. Sasa anaambiwa Elia akawa na wale watu, akawa anaambia kwamba wamwite Mungu wao ili aweze kushuka kama moto aweze kuiteketeza ile sadaka, kwa sababu yalikuwa ndio makubaliano yao kwamba Mungu atakayeshuka kama moto ndiye atakayekuwa Mungu wa kweli. Sasa anaambiwa Mungu Baali alikuwa ni mwoga sana, mali popote ambapo Mungu wa Elia atakuwepo, yani alikuwa hawezi kujitokeza kwa sababu alikuwa anamwogopa Mungu wa Elia. Sasa unaambiwa, siku nzima Bahali hakutokea, alinyamaza kimya na hakuachilia moto katika ile madhabahu, kama ilivyokuwa kawaida yake wakati walipokuwa anamtolea sadaka huko Sidoni. Sasa unaambiwa, Elia aliposubiri mpaka jioni hakuona moto, akaamua kumwita Mungu wa kweli, Mungu wa Elia, ndipo Mungu akashuka kama moto, akaiteketeza ile sadaka. Baada ya lile tukio kutokea, ni kwamba Elia aliwateketeza kwa upanga wale mwana mia nne ambao Yezebel alienda kuwasomba kule Sidoni, akawasafirisha ili waweze kusimama katika madhabahu ya Mungu Baali, pale madhabahu ya Mungu Baali Israel aliposikia, aliposikia ile sekeseke seke, alicharuka sana kwa sababu aliagiza watu kumtafuta Elia. Sasa, sasa unaambiwa alikimbia akaenda kujificha katika mapango fulani hivi huko Israel. Sasa so, wakati akiwa katika ile mapango alianza kumwomba Mungu amtengeneze namna ya kumuua Yezebel. Kwa hiyo Mungu akamwambia, nenda kampake mafuta Elisha ili awe Nabii, lakini pia mpake huyu Hazaeli awe mfalme wa Shamu, lakini pia mpake mafuta Yehu ili awe mfalme wa Israeli kwa sababu Ahabu muda si mrefu uh, anakwenda kufa. So, um, Eliya alichokifanya, aliwapaka mafuta watu wawili, Elisha na Hazaeli, akamsahau Yehu. Sasa kilichotokea ni kwamba kuna mtu fulani hivi anaitwa Elisha, ndo alikuja kufanikiwa kumpaka mafuta Yehu ambaye alikuja kumuua huyu Yezebel, malkia wa uongo, kahaba na M Yawe, sasa baada ya Ahabu kufa katika ile vita ambayo nimekusimulia katika stori ya nyuma, unaambiwa Yezebeli alibaki kama mjani katika ile taifa na aliendelea kufanya mambo mengi sana, akiwahimiza watu kuiabudu ile miungu ya Baali lakini pia kuwafanya watu wacheze ngoma. Kwa hiyo watu wa taifa la Israeli waliingia katika matatizo makubwa, kwa sababu Ahabu alileta kizaazaa katika taifa la Israeli kwa kumleta mwanamke ambaye, kwanza, taifa lake lilikuwa linaongoza kwa ushirikina unaambiwa hii Sidoni ilikuwa inatisha sana. Sasa hii Sidoni ndo Lebanoni ya sasa hivi. Unaambiwa sasa, baada ya pale huyu Yehu kupakwa mafuta ili awe mfalme wa taifa la Israeli, kuna roho fulani vikaingia ndani yake ili aweze kwenda kumuua Yezebeli, kwa sababu ndo unabii ambao Eliya aliutabiri. Sasa unaambiwa, siku alipofika anapotaka kwenda katika Israeli, ule mji ambao unapatikana Israeli, ambapo ikulu ndo alikuwa anapatikana. Yezebel aliposikia taarifa kwamba Yehu anakuja katika ikulu, alijipamba sana, alafu akakaa katika dirisha ili amsubiria um, Yehu afike ili aweze kumsejuzi, kwa sababu akikumbuka jinsi ambavyo alitumia mauchawi yake kumvuta Ahabu hadi akamuoa, akajua kwamba hata kwa Yehu itakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa na kitamani kiti cha umalikia, alifanya hivyo ili aweze kuolewa na Yehu. Lakini sasa unaona kwa sababu Yehu alikuwa na mafuta yale ya Mungu, mafuta ya pako hakuweza kufanya huo upumbavu. Yani ye ya alichokifanya alikwenda kwa lengo moja kabisa, kumteketeza Yehu kulingana na unabii wa Eliya, ambaye alitabiri kwamba Jezebel atauawa na Yehu. Sasa so, unavyoona, alipofika pale katika ardhi ile ya Yezreel, aliwaambia wale matoashi ambao walikuwa wamesimama upande wa lile kahaba, wakamwambia, yoyote ambaye yuko upande wangu, kwa sababu mimi tayari nishakuwa mfalme, amsukume um, huyo mwanamke kutoka hapo dirishani, ili aweze kudondoka so, kwamba ile nyumba ilikuwa ni gorofa ndefu sana, alafu mwanamke akaporomoshwa kuanzia kule kwenye lile dirisha mpaka chini. Unaambiwa alisambaratika, ni kichwa kilienda kule, masikio yakaenda kule na miguu ikatapakaa kila mahali, damu zilisambaa. Sasa unaambiwa watu walishangaa sana, kwa sababu unabii wa Elia, uliotabiriwa uli miaka ya nyuma, uliweza kutimia. Alafu unaambiwa mbwa wakatokea kaanza kuziramba zile damu, unatokelwa kwamba hiki kitu kilikuwa ni cha aina yake kwa sababu ya laana ambayo walimtendea yule Nabothi Mjezreeli ambao walimfanyia dhuluma kwa kumnyang'anya lile shamba la mizabibu ambalo lilikuwa ni zuri sana kwa wakati ule. So, baada ya pale huyu Yehu akawaambia watu waokote vile vipande, alafu wakaenda kuvizika katika mashimo huko Israel. Story na kwenda kwa title ya Origin of Israel, na unaweza kusubscribe katika YouTube channel yangu ili wewe wakanza kupata taarifa pale story inapokuwa inawekwa lakini pia kwa wale ambao unapenda kufuatilia story hii katika masimulizi ya maandishi, unaweza ka follow katika ukurasa wangu wa Facebook wenye jina la Start To Dare ili uweze kupata updates na zile breaking news ambazo zinakuwa zinaachiliwa pale, hmm. Kwa wale ambaye ni mvivu wa kusoma Biblia, usiache kufuatilia story hii, kwa sababu kuna baadhi ya matukio unaweza ukayapata humo ili uweze kwenda kutafuta katika rejea. Story hii inapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na sita kumi na saba nane kumi na tisa ishirini Lakini pia stori ya Heja Yehu inapatikana katika Wafalme wa pili eh, nafikiri ni ule mlango wa kumi na tisa. Ubarikiwe sana kwa wewe ambaye uraifuati right,